asidi nyingi and that's in the process, inakupunguzia hiyo kiungulia. Na ukimeza hii dawa kama uko na kiungulia ambacho kinakusumbua sana utapata kuwa hicho kiungulia kitaisha, hata the next day unaweza kuosha kule bila usumbufu wa kiungulia na usiku na kiungulia. Now the downside ya hiyo dawa ni moja, yeah, since inapunguza kiwango cha asidi katika tumbo lako by reducing the amount produced, what happens ni kuwa chakula by the time kinafika katika tumbo, katika utumbo mdogo au utumbo mkubwa, ile asidi yake inakuwa iko chini sana. The pH inakuwa ina iko, iko imeongezeka IPH, that is alkali. Na what happens ni kuwa hii inasababisha kwa ile fungus ambayo inasababisha fungus ya uke. Candida albicans pia inapatikana kwa tumbo inaongezeka kwa kasi sana. And as a result, wakati unaenda haja kubwa and everything, hiyo fungus inakuwa na uwezo wa kuweza kusambaa hadi kwenye uke wako na kuongezeka vile vile na kuweza kusababishia fungus ya uke. So ikiwa unatumia hii dawa ama ushaitumia hii dawa, you notice kuwa, uh, na haitokei kila mtu inatokea baadhi ya watu. So you might notice kuwa, uh, after sometime umeanza kujikuna huko chini nikiendelea sana, unaweza pata kuwa umeanza kutokwa na ute ambao ma so, is the case also very important, ni kuwa ule ute hauna harufu. So ihiih, umetumia hii dawa na unatokwa na ute ambao hauna harufu na and everything, in most cases, the very easy solution ni kutafuta daa uh, kwenye kunaya uh, kupam hivyo au kuna kuna dawa pia ya kuingisha inaitwa Clotrimazole, ni tembe inaingizwa kwenye uke na mara nyingi huwa inasaidia. Na pia ikiwa hii condition imetokea, itakuwa vizuri you try to reduce on using your medication if possible. Nenda hospitalini ukabadilishiwe, upewe something that is going to work for you. So guys, thank you for watching this video katika channel hii. Bonyeza subscribe button, like hii video, na ikiwa utakuwa na maswali yote acha kwenye comment section.